Baadhi ya viongozi wa chama cha Chadema ambao chama hicho kimekuwa kikihamasisha watu kukusanyika tarehe ishirini na nne eneo la mahakama ya Kisutu huku katika mipango yake kikilenga kufanya vurugu kwa lengo la kushinikiza mamlaka za kisheria kumwachia mmoja wa mtuhumiwa ambaye anafahamika kwa jina la Tundulisu ambaye atapelekwa mahakamani siku hiyo. Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawakumbusha wahusika kuwa mahakama mamlaka za kisheria zilizo huru na hazipaswi kutishwa au kuingiliwa wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Narudia, Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawakumbusha wahusika wanaohamasisha watu na wanaoendelea kuratibu mipango ya kufanya vurugu au fujo siku ya tarehe ishirini na nne pale kwenye mahakama ya Kisutu. Jeshi linawakumbusha mahakama ni mamlaka za kisheria zilizo huru na ambazo hazipaswi kutishwa au kuingiliwa wakati wa utekelezaji wa majukumu yake. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwatahadharisha watu wote wanaohamasisha na wale wanaohamasishwa kuhusiana na nia ovu inayopangwa kwa siku hiyo, kutoshiriki kwenye mpango huo. Na jeshi linatoa onyo kali kwa wale wote ambao wanapanga, ambao watajaribu kutekeleza mpango huo kuwa watashughulikiwa vikali sana lakini kwa mujibu wa sheria za nchi. Narudia, jeshi linawatahadharisha na kuwaonya wale wote wanaopanga mipango ya kufanya vurugu au fujo kwenye eneo la mahakama, jeshi halitasita kali za kisheria na kuwashughulikia vikali sana lakini kwa mujibu wa, wa sheria za nchi.